Baada ya taarifa hiyo kutoka mahakamani, sasa tuangazie taarifa za biashara, ambapo magatuzi yaliyoko Magharibi mwa nchi yametakiwa kubainisha bidhaa tatu muhimu zilizoongezwa thamani ambazo yangetaka ziwasilishwe kwa wawekezaji wakati wa kongamano la kiuchumi na la eneo hilo baadaye mwaka huu. Waziri wa uwekezaji Lee Kinyanjui amesema kongamano hilo ni sehemu ya juhudi za kuharakisha utekelezaji wa maeneo ya viwandani kwenye kaunti kupitia ushirikiano na sekta ya binafsi. Taarifa kamili ni kwenye kitengo cha Kapu la Biashara. Sekta ya utengenezaji bidhaa humu nchini imekuwa ikijizatiti kuwianisha shughuli zake na zile za kimataifa ili kuimarisha ustahimilivu na ushindani wa kibiashara. Awamu ya kwanza ya maeneo ya viwanda na uhifadhi bidhaa kwenye kaunti iliyogharimu shilingi bilioni 4.7 inatekelezwa katika kaunti 19 kwa lengo la kuongeza thamani ya bidhaa za kilimo, Mbali na kubuni nafasi zaidi ya elfu ishirini za ajira. I think it's time we really come together we look at whatever industry we can be able to build in our own little ways government is here to put resources and uh, for KDC we have said we are funding and I'm sure if government feels that Kenyans are ready to take up this money we'll even increase allocation for funding for our industries Kwingineko Kenya inashauriana na serikali ya Tanzania kuhusu nia ya kuagiza mahindi kutoka taifa hilo ili kukabiliana na upungufu unaotarajiwa. Waziri wa kilimo Mutai Kagwe amesema maduhuli hayo ya mahindi pamoja na mahindi yatakayotolewa kutoka hazina ya kitaifa ya chakula zinanuiwa kudhibiti bei ya mahindi humo nchini. We are going to release some of the strategic reserves of maize to the millers so that the price can stabilize Secondly, we have also appealed to the government of Tanzania. You know we trade. Maize is freely moved around uh, the East African community. And we also know that maize is also going to come into Kenya. Na mwishowe, kampuni za bima zimetakiwa kujumuisha teknolojia ikiwemo uchanganuzi wa data katika shughuli zao ili kurahisisha utekelezaji mifumo, kupanua huduma na kubashiri na kukabili hatari kwa njia mwafaka. Mwenyekiti wa hazina ya fidia kwa wateja Simon Mbogwa amesema hatua hiyo itaziwezesha kampuni hizo kung'amua visa vya ulaghai mapema na kuchukua hatua zifaazo ili kuepuka hasara, mbali na kuimarisha shughuli zao. Let us